Okay, kama kawaida tunawakumbusha kwamba watazamaji wetu wa Chapesa Media kwamba tunaibuka nao, ni jukwaa ambalo linawapa wasanii ambao ni chipukizi kupata nafasi ya kuja na usori mbili tatu kwa kuwatambua kazi wanazofanya, pia kwa kufanya kwa ajili ya free size. Sasa bwana, leo tupo tena Mbagala tupo na TZ Boy Star. Inakuwaje? Da fresh. Kama kawa? Kama kawa. Maisha zinaendaje? Ah, kama kawaida. Maisha? Ah, namshukuru Mungu, ndio hivyo. Um, watazamaji wetu wa Chapesa Media wanapenda kufahamu labda kwa majina. Tunaitwa nani? Ya, kwa majina naitwa Tizi Boy Star. Ya. Mm. Yeah. Ni Tizi Boy Star. Unakumbuka wimbo wako wa kwanza ulikuwa unaitwaje? Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa unaitwa Fimbo. Uliutoa mwaka gani? Mwaka mm, 2023. Ndio ulianza kwa safari yako muziki? Ya. Yeah. Ulianza, ulikuwa katika harakati zani za hapa na pale shule au mm. Ya, harakati za muziki nimeanza toka nikiwa shule lakini ya, lakini wimbo wangu wa kwanza nilifanya elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na tatu ndio wimbo wako kwanza ulifanya na unapata wapi msukumo wa kufanya nyimbo zako ni kipaji ulishawishiwa na mtu uliamua au ni kipaji kwa sababu toka nipo shule nikiwa darasa la tatu nilikuwa napenda sana kuimbaimba nyimbo, darasa di... la tatu ni mwaka gani huo? Kumbukumbu sina hapo ila, ni muda sana ni kitambo sana, dasa la tatu. Na ni nyimbo, ni nyimbo ipi ambao umetoa mpaka sasa unahisi nafanya vizuri sana kwenye chati? Ah, kiukweli kwenye chati bado. Ah, ni wimbo wako gani ambao unafanya vizuri mpaka sasa na unahisi ni wimbo ambao uliutoa na unafanya vizuri mpaka kwa muda huu? Yeah, kiukweli kwa sasa bado ila na ngoma kali tu, ila kwa sasa bado sina ngoma ambaye nafanya vizuri, ila ngoma nzuri ninazo. Ngoma nzuri ninazo, bado hujaziachia au umeshaziachia? E, kuna baadhi ya ngoma tayari nimeshaziachia lakini pia suni tu, hapa panapo majaliwa, kuna ngoma kali zaidi, kuna kazi kali zaidi. Unahisi zinaweza zikafanya vizuri kwenye charts zikashika namba moja, zikao ni trending ya yeah. No, kabisa kabisa kabisa. Yeah, na no, uhakika, lazima ujiamini yeah, lazima ujiamini kwa hivyo natakiwa ujitengenezee wewe mwenyewe kwanza o nini kujiamini kwa sababu ili mtu akuamini natakiwa wewe kwanza ujiamini. Yeah. Unafanya kazi peke yako upo chini ya lebo au ya management yote? Mimi nafanya kazi mwenyewe kwa sasa bado sina management yoyote. Ikitokea kwa mfano labda lebo au management nataka kusajili ufanye kazi na wewe uko tayari? <laughs> <laughs> Mpolekea, mporekea. Nimefurahi kwa sababu unajua hakuna mtu asiopenda. Yani mtu alio chini siku zote mawazo yake aende wapi? juu kwao. Kama itatokea ni kwangu bahati, kwa sababu ndoto zangu mimi nifike kule, sasa nipo chini kwao. Ikipatikana, ikipatikana mtu au lebo ikataka kuniwezesha, siwezi kupinga kwenye hili. Mnasikia, msanii anahitaji support. Label yote yuko tayari kufanya nayo kazi. <laughs> Na, katika harakati zako za muziki ni changamoto zipi unazozipitia? Maana tunajua haso za muziki sio kazi ah. Kuhusu changamoto na so nah, nah, ni nyingi sana, nyingi sana. Kiasi kwamba hata nikisema niziseme hapa wengine watachukulia kawaida, lakini ni nyingi, kwa sababu sisi wa chini bwana tunapitia nyingi sana hususan kwenye maproducer, kwenye yani mambo mengi mengi sana, kwa sababu bado tunajipambania, bado hatujashikwa, yeah. muziki unaofanya ni Bongo Flava, ni aina ya Bongo Flava si ndio? Yeah, ni aina ya Bongo Flava na hip hop pia. kwa muziki wako unasikizwa na rika la aina gani, aidha ni vijana, watoto, au wewe hauchagui una maadili yani, tunamaanisha ya, una maadili yoyote. Kwa yoyote anaweza kusikiliza. Ya. Okay, sawa. Na unafikiri mziki wako unaweza kubadilisha maisha vijana hapa mtaani kwako? Hasa sasa mtaani kwako? Ya, tabadilisha kwa sababu ninachokizungumzia au ninachokiimba ni vitu ambavyo vinaendelea katika mtaa wangu au katika jamii. Umelenga sana mtaani kwako sana na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo unahisi kama mziki wako unaweza kubadilisha maisha eh, vijana? Ya. Na kwa upande wa wazazi, tukiachana na marafiki, tunaongelea labda ni wazazi ndugu na majema na jamaa kwamba wanakusupport kwa, wana kwa hicho unachokifanya au wamekuwa wamekaa pembeni kukuangalia au basi eh, tumwache afanye, si aliamua. Ya, kwa sasa hivi naweza nkasema mimi mwenyewe tu napambana, baadhi ya marafiki ambao ndio hivyo tunasapotiana ila sio kivile, lakini mimi mwenyewe ndo najisapoti sana napambana sana ila bado watu hawaja amini kile ninachokifanya, kutokana kama unavyojua unatakiwa upambane sana hususani ni sisi wasanii wa chini, kwa hiyo tunatakiwa tupambane sana ili tuoneshe kitu tulichokuwa nacho. Kwa upande wa wazazi, wazazi ah mimi mzazi wangu aise anakuja kugundua nafanya mziki niseme ni mwaka huu, sababu akuwahi kujuaga kwa mimi sikuaga napenda kujionesha kuwa nafanya kitu fulani Laki... baada ya kujua sasa, ehe akachukua maamuzi gani kama mzazi? ni baba kwanza ni mama ni baba ni baba. He, sasa baba Halifa, eh sasa tunavyojaribu baba yule gani wakali alichukua maamuzi gani baada ya kusikia eh mwanangu anafanya sanaa ya muziki? kama baba alichochukua uamuzi ambayo alichukua yeye wala sio mbaya, ila tu alisisitizia kwa sababu anaamini mm. Kuna mambo mengi sana kwenye masuala ya muziki mm. Akasisitizia tu kwamba mimi bado napenda kuishi, sije kafikia hatua vitu <laughs> kama hivyo. Akakukosa? Hamna, hamna, hajanikwaza ilikuwa ni kitu ambacho kilifurahisha tu katika maongezi yetu, lakini hajaonesha kumaindi au yani kuchukia kwanya hicho mimi ninachokifanya. Okay, kwa mkapata nafasi ya kupiga swali kati ya baba na mtoto na akakushauri akakueleza kwa itmini kwamba aliridhia unachokifanya japo alikuwa ni too late kwa ajili ya kukuelewa lakini kwa moyo mmoja akakupa go ahead. Ya, yeah, aliridhia na kunishauri pia. Anadai kuwa niishi na watu vizuri ili nifikie kile ambacho mimi nakihitaji. Hiyo feeling ulijisikiaje? Nilijisikia raha sana kwa sababu baraka siku zote zinatoka kwa mzazi au kiacha kwa Mwenyezi Mungu. Ya. Yeah. Sawa. Ni msanii gani ambaye unatamani kufanya naye collab? Kwa haraka haraka ni kwa mfano akitokea huyo huyo hapo. <laughs> Ongea ndo nakusikia sasa. Msanii ambaye natamani kufanya naye collab Ibra. Ibra. Ibra. Ukiacha Ibra kuna Kontawa kwa sababu kuna mziki fulani naufanya ambao wengi sana wananifananisha nao, yani Kontawa. Una una ladha fulani ambayo yeah, inaingia kama Kontawa kama Ibra. Ya. Yeah. Mtazamaji Chapesa Media. Sasa kimefika kile kipande ambacho sasa cha dakika moja tu tusikie either ni free, ni freestyle. Yeye ah, amesema anafanya hip hop pamoja na bongo fleva. Sasa leo sisi tunataka hip hop ha, unu, <laughs> Okay, sawa haina shida. Ili kweli tuone ala ladha ya Kontawa au ya Ibra. Okay, dakika moja tu watazamaji wetu wapate kupata ladha. Mabibi na mabwana nataka ni wape stori istori ya leo kuhusiana na fimbo yangu. Fimbo sijai sijaihiba wala sijaichuma, bali ni mailisi kutoka kwa babu yangu. Cha kwanza fimbo ina sehemu ya kukuwazibu, siyo kila sehemu fimbo itakupa adhabu. fimbo waulize mademu, wanapata tabu wakikutana naye wana <laughs> Mbona kama kuna namna hivi kontata kuja kupigwa chini, mimi naona hizo dalili <laughs> kwani hamna? Hapana, yule ni brother ambaye mimi napenda sana kitu ambacho anachokifanya na ndio maana na, yani natamani sana ikitokea muda wote na saa yote mdogo wangu akanibless, ah, nitashukuru sana kwa sababu ni mmoja wapo ya ndoto zangu yeah. Na ume, ume ongele, uliongelea swala la ujio wimbo wako mpya, unatarajia kutoka lini? Wimbo wangu mpya nadhani suni tu hauna muda mrefu, mwezi huu mwishoni Nazani nitakua nimeuachia sasa. Watazamaji wanakupataje katika mitandao ya kijamii? ya katika kijamii, katika mitandao ya kijamii inapatikana TZ Boy Star, ukiandika katika YouTube channel yangu, ukiandika TZ Boy Star unanipata. Ukiingia katika TikTok, ukiandika TZ Boy Star unanipata pia. Ukiingia <coughs> audio Audiomack pia napatikana. Okay. Bwana huyo ni TZ Boy Star kutoka Mbagala, ni msanii anayechipukia tena, ni wa hip hop pamoja na Bongo Flava. Na sisi Chapesa Media bwana, tunasema tunahakikisha tuna tunaibuka nao. Shout out kwa watu wote wanaotufuatilia, msisikose kusubscribe YouTube channel yetu. See you next time. Asante, okay.